Wapendwa taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu leo, ikiwa ni siku ya Jumamosi tarehe na tarehe nane ya mwezi wa kumi na moja mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano juma la thelathini na moja la mwaka che wa kanisa. Karibuni tusikilize injili ya leo. Bwana awe nanyi na awe rohoni mwako. Somo la injili takatifu ilivyoandikwa na Luka Utukufu kwako E Bwana. Sura ya 16, aya ya tisa, hadi ya 15. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, jifanyieni rafiki kwa mali ya udhalimu, ili itakapokosekana wawakaribishe katika makao ya milele. Aliye mwaminifu katika lililodogo sana huwa mwaminifu katika lililo kubwa pia, naye aliyedhalimu katika lililodogo huwa dhalimu katika lililo kubwa pia. Bali kama ninyi hamkuwa waaminifu katika mali ya udhalimu, ni nani atakayewapa amana mali ya kweli? Na kama hamkuwa waaminifu katika mali ya mtu mwingine, ni nani atakayewapa iliyo yenu wenyewe? Hakuna mtumishi awezaye kutumikia mabwana wawili, kwa maana ama atamchukia huyu na kumpenda huyu ama atashikamana na huyu na kumdharau huyu. Hamwezi kumtumikia Mungu na mali. Basi Mafarisayo, ambao wenyewe ni wapenda fedha, waliyesikia hayo yote, wakamdhihaki. Akawaambia, ninyi ndinyi mnaojidai haki mbele ya wanadamu, lakini Mungu awajua mioyo yenu, kwa kuwa lililotukuka kwa wanadamu kuwa chukizo mbele za Mungu. Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Hamwezi kumtumikia Mungu na mali, chagua moja. Hamwezi kumtumikia Mungu na mali, chagua moja. Basi Bwana wetu Yesu Kristo anatupa ujumbe huo katika mtiririko wa masomo ya wiki hii ambayo kimsingi yanatualika tutafakari zaidi ni nini kitakachoendelea baada ya maisha ya hapa duniani, na tunaaswa mambo mbalimbali ya kufanya tangu tulivyoanza eh, Dominika ili ya tarehe mbili ya mwezi wa kumi na moja Dominika ya kuombea marehemu wote na masomo ya takribani wiki hii nzima yanatualika kutafakari zaidi kuhusu maisha baada ya ulimwengu huu. Na sasa leo Bwana wetu Yesu Kristo anatu, anatuambia jambo moja la msingi. Kwamba e, hatuwezi kuwatumikia mabwana wawili kwa wakati mmoja. Tuchague mojawapo kati ya hayo, kumtumikia Mungu au kuitumikia mali. Kimsingi Yesu hajakataza watu kuwa na mali. Ni vyema kabisa kuwa sahihi hapa. Yesu anacho anacho eh, kikataza hapa ni mtu kuweka moyo wake katika mali hata akamsahau Mungu, hata akamsahau Mungu. Kwa maana neno la Mungu mara kadhaa linatualika kufanya kazi. Hata mitume wa Yesu, Mtume Paulo alifanya kazi ya kutengeneza mahema, soma katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 18 aya tatu. Tena huyo huyo mtume Paulo katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 20 aya 35 alisema ni afadhali zaidi kutoa kuliko kupokea. Sasa mtu atatoa nini kama afanye kazi akajipatia mali? Na ndiyo maana pia katika kitabu cha waraka wa pili wa mtume Paulo kwa Thesalonike sura ya tatu aya ya kumi, asiyefanya kazi na asile. Kwa mtu ni lazima afanye kazi, ajitafutie mali. Kitabu cha hekima Yoshua bin Sira sura ya arobaini aya ya ishirini na nane mtu asiombeombe chakula, afanye kazi. Kumbe e, mali kama mali sio mbaya, mali kama mali sio mbaya. Soma kitabu cha hekima Yoshua bin Sira pia sura ya arobaini na mbili mstari wa kwanza na kuendelea, kuna mambo ambayo hatupaswi kuona haya kuyafanya mojawapo ni kufanya biashara na kujitafutia mali, mojawapo ni kuweka katika kumbukumbu mapato na matumizi yetu ya kila siku. Kwa hiyo mali kama mali sio mbaya. Ndio maana neno la Mungu katika kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza aya ya thelathini na moja neno la Mwenyezi Mungu linasema tazama kila alichokiumba Mwenyezi Mungu ni chema. Anacho anachokizungumzia Yesu hapa ni kutokushikamana na mali kiasi kwamba tunamsahau Mwenyezi Mungu, kuipenda mali hata tukasema uongo. Kwa mfano kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya tano, kulikuwa na watu wawili Anania pamoja na Safira waliuza shamba, basi wakaona fedha ni kitu cha maana sana, hata wakasema uongo, hatimaye wakafa wakauawa. Kwa hiyo tunachokatazwa hapa ni kuto kuweka mioyo yetu na roho zetu katika mali hata tukamsahau Mwenyezi Mungu. sasa Yesu anatuambia tushikamane na mali ambazo zinapatikana katika dunia hii tuchague moja au tushikamane, e, tushikamane na Mwenyezi Mungu. Sasa mtu anayeshikamana na mali e, kimsingi anaweza e, akamkosea Mwenyezi Mungu kwa sababu atatenda mambo ambayo e, hata Mungu hataki kwa sababu amemkataa Mungu akapenda zaidi mali. Labda tusome kitabu cha e, waraka wa Mtume Paulo kwa Galatia sura ya tano aya ya kumi na tisa: matendo ya kidunia yanajulikana; uzinzi, washerati, ufisadi, kuabudu sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, choyo, mabishano, mafarakano, usuda, ulevi, ulafi na mambo mengine kama hayo. Nawaambieni tena kama nilivyokwisha sema, watu wanaotenda wanaotenda mambo hayo hawataupata ufalme wa Mungu uwe wao. Kumbe mtu akimwacha Mungu kabisa kabisa na akakataa kuitii hata ile dhamiri yake iliyo njema, maana yake sasa atayatenda haya mambo ya kidunia, ambayo ukiyaangalia yote hapa yanahitaji mali kwa kiasi fulani. Kwa kiasi fulani yanahitaji mali. Sasa sehemu ya pili ni mtu akiamua kuchagua sasa e, upande wa pili, kumtumikia Mwenyezi Mungu, huyo hapo ana matendo yanayoendana naye hmm. Kitabu cha waraka wa mtume Paulo kwa Galatia sura ya tano aya ya ishirini na mbili. Lakini matokeo ya kuongozwa na Roho Mtakatifu, ambaye kimsingi ni nafsi ya tatu ya Mungu aliye sawa na Mungu Baba na Mungu Mwana, matokeo ya kuongozwa na Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, wema, fadhili, uaminifu, upole na kiasi. Mtu ambaye amependa kuongozwa na Mungu kwa kweli anakuwa na tabia hizo: upendo, ana mali sasa, anakuwa na upendo, ana mali, anazifurahia katika furaha ambayo ni njema tu, anakuwa mwaminifu, haibi cha mtu, katika changamoto anakuwa mvumilivu, hmm. anakuwa ni mtu wa kiasi pia, bali na kwamba ana vitu vingi, lakini eh, haambatani navyo kama vinyewe ndio vinavyompa eh, vinavyompa uhai kabisa. Hebu tujaribu kumkumbuka kumkumbuka, kwa mfano mtu kama Michael Jackson huyu hakukosa pesa, lakini sasa aliondoka mapema. Tuwakumbuke madikteta wakubwa ambao walishaishi katika ulimwengu huu, kimsingi hawakukosa hawakukosa hizi mali, lakini pengine labda kwa sababu ya kukosa upole, labda na labda na kiasi, wakajikuta wameondoka mapema na wakakataliwa katika maeneo yao. Hebu tumkumbuke dikteta eh, Bokasa, tumkumbuke labda Mobutu Sese Seko koko kubanda mwana wa Nzambanga eh, tuwakumbuke madikteta kama Idi Amini Dada. Kwa namna yao walivyoishi, pengine pengine, eh, pengine kulikosekana uvumilivu labda, pengine kulikosekana wema wa kutosheleza hata ikafikia sehemu machafuko akawa ni makubwa. Neno la Mungu linasema hakuna sheria inayoweza kupinga mambo hayo. Wale walio na Kristo wameisulubisha hali ya kidunia pamoja na mawazo yake mabaya na tamaa zake, tukiishi kwa msaada wa Roho na tuufuate mwongozo wake. Lakini katika ulimwengu wa leo pia e, tunaweza tukasema kwamba sasa e, nibaki kwa Mungu kwa asilimia mia moja au nibaki kwenye dunia. Basi watu wanakuwa na mchanganyo mchanganyo. Bwana wetu Yesu Kristo amekataa. Kwa kweli, kama ni kwenda mbinguni e, kama tulivyoona pia katika masomo e, mojawapo ya injili katika wiki hii e, kwamba ni lazima mtu aamue kutoa gharama ili kuweza kuingia mbinguni. Kuna gharama ya kuwa mfuasi. Sasa mchanganyo umekatazwa, na pengine mtu anaweza kweli akawa ni mtu anayependa kusali, anapenda kusoma neno la Mungu, lakini sasa kuna mchanganyo wa haya mambo ya ya kidunia, mchanganyo neno la Mungu linasema hivi katika kitabu cha hekima ya Yoshua bin Sira sura ya tano aya ya kwanza hadi ya nane sura ya tano aya ya kwanza hadi ya nane tukitambua kwamba masomo ya wiki hii nzima yanatuelekeza kutafakari zaidi kuhusu kwenda mbinguni. Kitabu cha hekima ya Yoshua bin Sira sura ya tano aya ya kwanza hadi ya nane Usitegemee mali zako, wala usiseme nina mali ya kutosha. Usiongozwe na tamaa yako na nguvu yako katika kufuata tamaa za moyo wako. Usiseme nani atanishinda, maana hakika Bwana atakuadhibu. Usiseme nimetenda dhambi lakini nimepata balaa gani? Maana Bwana hakasiriki upesi. Usitegemee kupata msamaha hata kuongeza dhambi juu ya dhambi. Usiseme huruma yake ni kubwa, yeye atanisamehe dhambi zangu nyingi. Kumbuka, yeye ana huruma na ghadhabu, na hasira yake huwakumba wenye dhambi. Usichelewe kumrudia Bwana, wala usiahirishe kurudi siku hata siku, maana ghadhabu ya Bwana itakuwakia ghafla na wakati wa hukumu utaangamia. Usitegemee mali ya udanganyifu, maana haitakufaa chochote siku ya balaa. Tafakari hii imetolewa na mimi Padi Eugen Kawau, mlezi na mwalimu katika sekondari ya Mtakatifu wa Medeusi, jimbo Katoliki Moshi, Kilimanjaro, na kutakia siku njema.